Tuangazie taarifa ya tanzia, ambapo watu watatu walifariki katika ajali ya barabara iliyotokea alfajiri ya leo katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa. Kama polisi eneo la Athi River Anderson Mbai ana asema kuwa ajali hiyo ilisababishwa na lori lililokuwa linaendeshwa upande usiofaa, hali iliyopelekea kugongana na gari la abiria. Walionusurika walipelekwa katika hospitali mbalimbali kaunti ya Machakos.